E taifa ya chama cha mapinduzi CCM inatarajiwa kukutana leo mjini Dodoma chini ya mwenyekiti wa taifa wa CCM Dr. Jakaya Kikwete. Katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Nape Nnauye amesema kuwa pamoja na mambo mengine, kikao hicho kitakachoanza majira ya mchana kinatarajiwa kujadili suala la kuteua jina la mgombea wa nafasi ya spika na naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano kupitia chama hicho. Kamati Kuu ya Halmashauri Kuu ya Taifa itakutana mjini Dodoma saa sita mchana chini ya mwenyekiti wa uh, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, na kazi yake itakuwa ni kupitia majina ya walioomba na kupeleka mapendekezo ya Kamati Kuu kwa kikao cha wabunge wote wa CCM ambacho kitafanyika siku ya Jumatatu tarehe kumi na sita saa nne asubuhi. Vikao vyote hivi vitafanyika makao makuu ya chama. Kikao cha wabunge wote wa CCM kitakapokutana kitatoa sasa jina la mgombea wa uspika wa, wa, wa, jamhuri, wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Jina hilo litapelekwa kwenye, kwenye vyombo vinavyohusika tayari kwa ajili ya kupelekwa bungeni kwa ajili ya kupigiwa kura ili kumpata spika na hatimaye baadaye kumpata naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.